Ndugu wananchi, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kwa mara nyingine tena kuzungumza na taifa juu ya masuala muhimu yanayohusu nchi yetu. Mwezi wa saba tunaomaliza leo ulikuwa na matukio mengi, baadhi yakiwa makubwa na kushtusha na, na mengine yalikuwa ni matukio ya kawaida. Tarehe tatu Julai mwezi mwaka huu na tarehe saba Julai kulitokea mashambulizi ya mabomu nyumbani kwa Sheikh Sudi Ali na katika mgahawa wa Vama kule Arusha kwa mfuatano huo. Kabla ya hapo kulikuwa na matukio mengine matatu Mjini Arusha katika kanisa la Ola City tarehe 5 Mei mwaka 2012, katika mkutano wa kampeni wa Chadema tarehe 15 Juni 2013, na katika baa ya Arusha Night Park tarehe 13 Aprili 2014. Hali kadhalika, tarehe 13 Juni mwaka huu kulitokea shambulizi la mabomu katika eneo la Darajani kule Zanzibar. Kila lilipotokea shambulizi, uchunguzi ulifanyika na watuhumiwa kukamatwa, lakini watuhumiwa waliokamatwa safari hii wanaelekea kutoa sura nzuri zaidi kuhusu mtandao wa watu wanaofanya vitendo vya kikatili kule Arusha na na kwingineko nchini, jumla ya watu 38 wameshafikishwa mahakamani, na wengine wanane watafikishwa mahakamani kesho. Na uchunguzi na msako unaendelea kote nchini kuwapata watuhumiwa wengine waliojificha. Napenda kutumia nafasi hii kutoa pongezi za dhati kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri iliyotufikisha hapa tulipo sasa. Tunawaomba waongeze bidii, maarifa na ushirikiano mpaka wote waliohusika wakamatwe na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Aidha, natoa pongezi na shukrani maalum kwa wananchi wema waliotoa taarifa zilizowezesha kukamatwa kwa watuhumiwa. Penda kutumia nafasi hii kuwasihi wananchi wenye taarifa kuhusu wanaotafutwa au yeyote anayehusika na vitendo hivi viovu watoe taarifa kwenye vyombo vya usalama ili hatua zipasazo ziweze kuchukuliwa. Ndugu wananchi, tarehe ishirini na mbili Julai mwaka huu katika bonde la mto Mpiji lililopo eneo la Bunju, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, viligunduliwa viungo vya binadamu na baadhi ya vitendea kazi vya madaktari, vikiwemo apron na gloves. Viungo hivyo vilikutwa vimekakamaa na kuhifadhiwa katika mifuko myeusi 85 na vilikuwa vimetupwa tarehe 21 Julai. Tukio hilo lileta taharuki kubwa na hofu katika jiji la Dar es Salaam na nchi kote nchini kwamba jambo gani tena hili? Uchunguzi uliofanya uliogundua kwa viungo hivyo vilikuwa vina kufundishia wanafunzi wa udaktari katika chuo kikuu cha tiba kilichoko Mbezi Beach maarufu kwa jina la IMTU. Ni utaratibu wa kawaida kwa vyuo vikuu viku, vyuo vya udaktari nchini na kote duniani kutumia na miili ya wanadamu waliofariki kufundishia. Hata hivyo, pale viungo hivyo vinapokuwa havihitajiki tena kwa shughuli hiyo ya mafunzo, zipo taratibu zake za kuvistiri ambazo kwa chuo hiki cha IMTU hawakuzifuata. Bahati nzuri, mamlaka husika zimeona kasoro hiyo na hatua zimeanza kuchukuliwa. Tuziache mamlaka hizo kuchukua hatua zipasavyo kwa mujibu wa madaraka yao na kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazotawala shughuli za namna hiyo.